Kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu, waandishi wa habari wametakiwa kuzingatia haki za binadamu na misingi ya utawala bora wakati wa kutekeleza majukumu yao. Akizungumza na waandishi wa habari afisa ya uchunguzi mkuu wa tume ya haki za binadamu na utawala bora Juliana Laurent amesema waandishi wanatakiwa kuzingatia kanuni na sheria za uandishi kwa kutoa taarifa sahihi ili kudumisha amani na utulivu nchini. Kwa nyakati zote wanapaswa kutimiza wajibu waliowekewa kisheria kwa kuhudumia jamii na kulinda watu wote kwa kukusanya na kutoa taarifa sahihi katika jamii kwa kiwango cha juu na uwajibikaji kinachohitajika na taaluma yenu ili kuhakikisha kuwa amani na utulivu vinadumishwa katika nchi yetu. Ndugu wanahabari, Mafunzo haya yatawasaidia kutimiza wajibu wenu na kuhakikisha kuwa haki za binadamu na misingi ya utawala bora inazingatiwa wakati wote wa mchakato wa uchaguzi. Aidha, mafunzo hayo yametolewa na tume ya haki za binadamu na utawala bora katika ofisi ya tume hiyo iliyopo mkoani Mtwara, ambapo imetoa wito kwa waandishi wa habari kusimamia uhuru na haki za watu, ili wananchi watimize haki yao kikatiba wakati wa uchaguzi pamoja na kuzingatia maadili ya kazi yao. Ndugu washiriki, katika kipindi hiki cha uchaguzi, waandishi wa habari, ni wajibu wenu kujiepusha na migogoro isiyo ya lazima, badala yake kuhakikisha kwamba mnatoa taarifa zilizo sahihi kwa jamii bila upendeleo wowote, katika kipindi chote cha uchaguzi ili kuhakikisha kuwa haki inatendeka katika jamii. Tume inatoa wito kwa waandishi wa habari kusimamia uhuru, haki na amani, ili wananchi waweze kutimiza haki yao ya kikatiba wakati wa kuchagua viongozi wao. Mnapotekeleza majukumu yenu, tunawaomba mzingatie maadili ya kazi yenu, haki za binadamu na utawala bora. Kwa upande wake, katibu wa chama cha waandishi wa habari mkoa wa Mtwara Bryson Mshana ameiomba tume hiyo kutoa elimu kwa jamii, ili kuiwezesha kutambua majukumu ya tume hiyo na namna ya kushirikiana nayo. Cha kuwaomba tume ni kwamba baada sasa ya kukutana vyombo vya habari waone namna pia ya kwenda katika jamii kwa mfano vyama vya siasa e, taasisi mbalimbali kama za elimu, taasisi za dini, kwa ajili pia na wenyewe wafahamu majukumu ya tume na tume inafanya shughuli gani. Lakini pengine kuna vitu vingine mtu anafanya, hajui kwamba ni ukiukwaji wake za binadamu. Sisi kama waandishi wa habari tuta, tutafanya kazi yetu, lakini tume nao wakipata muda wafike wawafahamishe wananchi e, juu ya e, masuala mbalimbali kwamba wananchi wajue hiki ndicho hiki sicho. Na uzuri ni kwamba nyie mnaweza mkashirikiana na taasisi zingine zinazoandaa makongamano ama kampeni mbalimbali mbali. mkashirikiana labda watu fulani wakiwa na kwa mfano, jeshi la polisi wana dawati la jinsia huwa wanaenda kwenye jamii e, mashule na taasisi mbalimbali kutoa elimu. Nao baadhi ya waandishi wa habari walioshiriki mafunzo hayo akiwepo Heri Abdallah na Suzana Mwazembe wameeleza namna walivyonufaika na elimu hiyo huku akiahidi kuzingatia kanuni na maadili ya uandishi kwa maslahi ya taifa. Leo nimpata kukumbushwa baadhi ya mambo ikiwemo kujua mipaka yangu hasa kwenye habari za uchaguzi na kuandika habari ambazo hazitoleta uchochezi wala kufarakanisha jamii. Kwa hiyo wito wangu kwa waandishi wa habari wenzangu kuhakikisha tunazingatia miiko ambayo kama waandishi tunapaswa kuizingatia ili kuhakikisha tunajenga jamii iliyochanya ama iliyokuwa bora kwa maslahi mapana ya taifa. Tumejifunza kuhusiana na mwandishi kusimama katika nafasi yake, kutumia kalamu yake kuandika yale ambayo yanaweza kuijenga umma, lakini pia kuhamasisha wananchi kushiriki uchaguzi mkuu kwa kutumia kalamu zetu sisi kama waandishi wa habari. Nikiripoti kutoka mkoani Mtwara, mimi ni Christian Ngao wa Upendo TV.